o kuanzia 2024 kurudi nyuma, hakuna mtu hana kazi. Watizi wote wamepewa kazi. Ndugu zetu wa waritiban 2018 kurudi nyuma wote wamepewa kazi kwa sababu ya nini? Ya uongozi. Sasa sisi kupiga, tumekuwa kupiga kura kwa muda mrefu. Okay, ukiangalia hapa Bungoma tu vile hali naka hali, sio hali ile inaua viongozi wetu hapa, ni yfa Ndugu zangu walimu, tukiwa hapa hii stadium ilifanywa Madaraka Dei mpaka leo haijaisha. Ndugu zangu walimu, tukiwa hapa hiyo hospitali hii ilifunguliwa na rais Ruto miaka mitatu iliyopita, mpaka leo haina hata kitanda peke yake. Alafu sisi tukae tu tufurahie? Hapana. Kama umepewa nafasi ya uongozi namba moja, mbili ama tatu, tunataka tuone manufaa ya hiyo kiti yako hapo chini hao walimu wanaumia sana kwa sababu hawana mutu wa kuwatetea huko mbeli. Na ndio mimi, ndugu zangu, niko na mawazo tofauti. Ndugu yangu Weta, wewe unasema ati 2027 a utasimama wewe 23, na msali utasimama 2032, hiyo ni haki yako, lakini kutoka 2022, hiyo ndio mmekuwa mnatuambia. Ikifika kura unasema hisi simama, utasimama hiyo ingine ikifika hizi simami, hawa watu wanataka uongozi, na ni sisi wale niombazo wa mtazamo tofauti. Wamboka yuko hapo, Edwin Sifuna akiwa hapo e, Halware akiwa hapo, gavana Natembeya akiwa hapo e, Kajibogalasi akiwa hapo unet a Bungoma tunaomba siku moja ipanuke, ikuwe city. Serikali kupitia Afrika Development Bank imetupa mkopo wa 7.5 billion kujenga level 6 hospital. Tulitaka tupanue hii hospitali hii ikuwe level 6, lakini vile mnakaa hapa, gavana wa Bungoma na spika Moses Masiba wa masikng wanaamisha kutoka hapa wanapeleka sici sasa. Hiyo Bungoma mnakuwa mnatetea Bungoma, na mimi nataka kushukuru mheshimiwa makayi hiyo msimamo umechukua hapo, ndio tuko kama wataamisha Bungoma hapa, na kama ni shamba wanasema hataypiko na shamba hapa sanaotuko na shamba sasa, hakuna vile mtaweza kuanza taoni ingine oittaoni hapa aekhu